Huenda shughuli za masomo zikatatizika endapo mzozo unaendelea baina ya Wizara ya Elimu na muungano wa walimu nchini KNUT na ule wa KUPPET utazimwa. Kulingana na KNUT, Waziri wa Elimu Profesa Jacob Kaimenyi amevuka mipaka na mamlaka yake na kujitwika kwa majukumu ya tume ya kuajiri walimu nchini TSC. It can only be guided through policy, yes? Removal of ranking, we did not agree. And when he talks about the majority of the stakeholders, who are the majority of the stakeholders in education? It is teachers. Teachers form 95%. Kulingana na sheria hizo mpya, Wizara ya Elimu ina mamlaka ya kuajiri na kuadhibu walimu, majukumu ambayo KNUT inasema ni ya tume ya kuajiri walimu nchini TSC. Vilevile vile waziri atakuwa na uwezo wa kuwafuta kazi walimu wakuu wa shule za msingi na za umma na za kibinafsi, pamoja na za upili, endapo watapatikana makosa, jukumu ambalo ni la TSC. Kenya National Union of Teachers is a professional organization. Professionalism yake iko kwa head teachers. And you cannot colonize head ikiwa Kenya National Union of Teachers inaangalia tu hivi. That's why we are telling our brother hata hivyo kulingana na profesa Jacob Kaimenyi, kikao cha pamoja na washikadau wa elimu kilifanyika na kuwataka wasimamizi wa KNUT na KUPPET kuwacha kuwakanganya Wakenya. Mzozo huu huenda ukaathiri shughuli za elimu muhula ujao huku KNUT ikitishia kuitisha mgomo wa aina yake. Wazazi wasitulaumu kama shule hazikufunguliwa, wamlaumu Kaimenyi, wasimlaumu hata mtukufu rais, wamlaumu Kaimenyi Anataka amekanyaga mkia wa nyoka hatari, tutamuuma pabaya. Baadhi ya sheria mpya ni kutolewa kwa mtihani kwa wanafunzi wanaotarajia kujiunga na darasa la kwanza. Wanafunzi wa darasa la sita na saba hawapaswi kurudia madarasa yao kwa sababu ya kufeli mtihani. Vilevile wanafunzi watakuwa wakiwasili shuleni saa moja na robo, miongoni mwa sheria zingine kwa sasa. Nati imetoa makataa ya siku saba kwa waziri kubadilisha msimamo wake kuhusu sheria hizi mpya. Tom Wanjala, Citizen Nipashe.